menamina yeah. mena nataka mena kuongea neno moja kwa njugu huyu hapa. Kwa njugu naomba usimame kwanza. <coughs> neno langu ni kukuasa. Siku ya leo, naomba usisahau katika maisha yako, historia hii kwako ni historia kubwa sana katika maisha yako, na umepata neema kupita kiasi. Naomba uangalie wale mama zako na dada zako wale, wale wote walio kwa pale, uangalie wote wale, wana umri tofauti katika utatoka hapo, utakao kupata mateso yoyote, kumbuka hii historia, Mungu aliyekujalia wewe. Tumetoka mbali kama tulivyosema, tumetoka mbali. Wengineo pale wana miguu wamehangaika sana tana, lakini wamekubali kufika kwa ajili hii. Katika pale waliofika, yani watu mbalimbali, wengine pale ni madaktari, wengine manini, wengine walimu, wengine wameacha shule, kila kitu kwa ajili yako. Mimi hapa ndio mikubwa, yani nilifanya l miaka hamsini na nne ya utawa kwa hiyo nimejikokota kuja kukupongeza. Neno langu ni kwamba utakapopata mateso ukumbuke historia ya Mungu aliyokufanyia kwa shukurani, na shirika jinsi iliyokupokea kwa kukupenda na shukurani. Usisahau hilo na kuwashukuru mama zako na dada zako ambao tumefika kwa moyo wa upendo kabisa kabisa. Asante sana sanakt <mucho>

Asante sana. MC, MC. Kuna kuna kuna sista moja